buni benki yetu ilizindua huduma ya hapo hapo. Hii ni huduma ambayo inawawezesha wateja wetu kuweza kufungua akaunti kwa kutumia simu zao za mkononi. Sasa hivi mteja anaweza kufungua akaunti popote pale alipo kwa simu yake ya mkononi na hivyo kusaidia juhudi za serikali katika kuongezeka kwa ujumuishwaji wa wananchi katika huduma za kifedha. Yani financial inclusion. Kwa kutumia hii huduma tunatarajia kwamba watu wengi zaidi wataongezeka katika huduma za kifedha na hivyo kuondoka hapa tulipo sasa hivi financial inclusion tuko katika asilimia sabini na sita. Umetueleza hapa Bwana Haidar kwamba sasa mmetoa suluhisho la watu kuweza kufungua akaunti za benki kwa kutumia simu ya mkononi popote pale yalipo. Hili ni jambo ambalo serikali zetu zote mbili ndio linataka taasisi za kifedha zifanye kwa maana ya kuongeza ile financial inclusions au ujumuishi katika masuala ya fedha katika maendeleo. Watu wetu wafanyabiashara, wakulima, watoa huduma mbalimbali wana changamoto mbalimbali mbali, lakini changamoto moja ambayo ipo ambayo nyinyi mnaweza mkachukua nafasi nzuri katika kutatua ni changamoto ya mitaji.